Umeelewa nini? Kuna mambo ya kuzingatia baada ya kumpokea Yesu, lakini pia kuna mambo ya kuelewa. Baada ya andiko hilo la Yohana tatu kumi na sita, kuna andiko lingine linazungumza umoja wetu na Kristo naitwa. Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili, anasema bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nifuatishie maneno. Sema bali wote waliompokea. Bali wote waliompokea. Aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kufanyika watoto wa Mungu. Imeandikwa wapi? Yohana 1:12. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili. Haya maneno ndiyo ya kuyaweka ndani ya moyo wako kwamba Mungu alipokuumba alikuumba kwa sura na kwa mfano wake, na ulipoamua kumpokea Yesu. Ni kipindi gani? Ni kile kipindi ambacho unaamua unaamua kuwa na maamuzi yako. Kipindi hiki ni kile kipindi ambacho unaachana na wazazi, unaanza kujitegemea wewe mwenyewe ndio kipindi ambacho mtu anaamua yeye mwenyewe sasa kuwa na maisha ya kumtegemea Yesu Kristo. Kwa hiyo ukishaamua, ndipo yeye anakufanya kuwa wa kwake. Ndio maana anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kwa huo uwe uwezo haukutokana na maamuzi yako, ulitokana na yeye alivyoamua kutupa huo uwe uwezo. Kwa hiyo sisi tumefanywa na yeye kuwa wa kwake, hatujajifanya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine anaweza akasema kama si nyinyi ni watoto wa Mungu, Mungu anazaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, jibu lake ni rahisi tu kwamba Mungu awe anazaa au wazai, hilo nalijua wewe, lakini neno linasema yeye ndiye aliyetuzaa akatuita sisi watoto wake. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Ukiishi hapa duniani, elewa kwamba kuna Mungu, elewa kwamba Mungu yupo, na kama Mungu yupo, maanake na shetani yupo na mapepo yapo na malaika wapo na mbinguni kuko na kuzimu kuko, kwa kila eneo wako walioandaliwa kwenda wakuzimu wapo wa mbinguni bwana, wakuzimu wa ni wewe ni wale wasiompokea Yesu Kristo, wale sio special. Hakuna njia ya mbadala kufika mbinguni.